Eh, bibi wa taifa huyo hapa, kifupi, amepata tatizo kubwa na tumeshughulika nalo kwa dharura. Tunashukuru Mungu sana kwa njia iliyotumika mpaka leo, unaweza ukawa unamwona kwa namna hii hapa. Kifupi, bibi wa taifa ghafla aliparalaizi upande mmoja na mguu siku tano sita zilizopita kwa hapa unapomwona kuna namna imefanyika, asante kwa Mungu. Lakini sasa msikilize yeye kidogo, alafu nitahitimisha kwa neno dogo tu. Ni muda mwingine tena ambao nimependa tuzungumze machache na Watanzania wenzangu. Mimi ni mwenzenu, ni Mtanzania mwenzenu ambaye tumekuwa tukiliendesha gurudumu la kutafuta haki katika nchi yetu, lakini ninalopenda kuongea siku ya leo ni kwamba mimi mwenzenu nimepata changamoto kidogo ya kiafya nimepata stroke. kwa hiyo nilikuwa naomba msaada kwenu wa matibabu, kwa sababu peke yangu naona kwamba gharama ni kubwa na nimeona kwamba niweze kuomba msaada kwenu, kwa yeyote ambaye atakuwa tayari, sio kwa sababu ziwazo zote zile, kwa sababu ya uh, Utanzania, kwamba ni mtanzania mwenzenu, nahitaji msaada kutoka kwenu. Kwa hiyo kama mtaweza kunichangia, nitashukuru, na yule ambaye anaona kwamba haiwezekani, awe na amani tu, usiwe na sababu wayoyote ya kusema kwamba ni lazima. Hapana, ni hiari kwa atakayeta kunichangia. Namba zangu za simu ni sifuri sita, nane nne, themanini saba, arobaini, themanini sita. Itatoka kwa jina la mwanangu ambaye ni Dennis Beda. Ni namba yangu, lakini wakati wa kusajili kulikuwa na matatizo kidogo ilishindwa kusoma wakati naweka vidole, kwa hiyo ilibidi aniwekee yeye, maana ilikuwa ni siku ya mwisho katika kusajili. Kwa hiyo ndio maana inatoka kwa jina lake. Kwa hiyo kama nilivyoambia, ni sifuri sita nane nne themanina saba arobaini themanina sita. Atakayeweza kunichangia chochote ntashukuru, Mungu atambariki. Ni hayo tu mepata changamoto ya kupata stroke, na inahitaji matibabu makubwa kidogo hasa kwenye upande wa mazoezi. Asanteni sana, ah. Asante. Uh, nadhani umemsikia ni mtu ambaye kama kuna mkono wa mtu basi unaweza ukawa umempata kwa sababu ya usimama upande wa wanaolia na kupinga mabaya. Naamini mamlaka za kishetani zinafahamu vizuri huyo bibi wa taifa ni nani na ni nini hasa. Kwa mbarikiwa, neno langu ni hili tu, huku nikiwa na fahamu shetani ni watu na kwamba eh, Afrika asilimia kubwa ya maradhi na vifo ni mipango ya watu. Sasa ipo ambayo si mipango ya sasa, ipo ambayo watu kwa njia zao, kwa ubinafsi wao waitengeneza milango. Kuna watu wengine magonjwa yaliingia huko nyuma lakini kuna mipango inayofanywa sasa, hasa kwa mtu mwenye chembechembe chembe za haki. Mimi si kama watu wengine ama wahubiri wengine, lakini hata pia watu wengine, hasa kwa mimi, naweza nikawatisha kwamba kama kuna mkono wa mtu ukimfanyia lolote, utaniona mimi. Nani imenisaidia nini kwa mtoto wangu wa pekee? Nimekuwa nani sasa, binti yangu Sifa nimekuwa nani sasa, binti yangu Mariamadha, nimekuwa nani sasa? Kwa hiyo sina kitisho cha kwamba mkimgusha mkimoyo, sina la kufanya. Ningekuwa na la kufanya, ningefanya kwa mwanangu pekee na binti zangu, ambao kwa sehemu kubwa waliatoa maisha yao kwa ajili ya haki na kwa ajili ya maisha yao na kwa ajili ya maisha yangu. Mimi nisemalo tu ya kwamba pakiwa na mkono wa mtu, tunaweza tusiwe na lolote la kufanya, lakini jua tu hizo huo, ni wimbo wa milele kubwa kuliko tungine yote. Tumemsikia bibi wa taifa, lolote unaloweza kufanya, namba za simu ameweka hapo. Neno la Mungu sana ikiwa naweza kuwa sehemu ya maisha yake. Asante, naongela kwa kunisikiliza.